Karibu sana, nashukuru Mungu kwa ajili ya wiki nyingine njema ambayo ametupa. Huyo Mungu wetu ni mwaminifu, ni Mungu wa ajabu, ni Mungu wa mapenzi kwa maisha yetu. Hatutaacha kumshukuru, hatutaacha kumwambia asante kwa sababu ametupendelea hivyo. Karibu sana katika chaneli hii ya tafsiri ya ndoto yako katika Ndoto TV. Najua kwamba Mungu anaenda kukubariki leo hii. Nataka nikufunze vyakula aina sita ambazo wachawi wanatumia kukushambulia, chakula aina sita wanazotumia wachawi kushambulia maisha yako. Kwa hiyo kushambulia maisha yako inaweza ikawa ni afya yako inaweza ikawa ni wanashambulia uchumi wako, ili uteseke, hata pia kukupelekea kufa. Usicheze na chakula, maana mwanadamu wa kwanza katika bustani la Edeni, ni chakula ilitumika kuweza kumwondoa katika bustani. Walikula tunda, tunda lile likatumika kumuondoa. Mungu akamfukuza maisha ya watu wengi unayewaona leo, akiwemo wewe na hata mimi, kwa njia moja ama nyingine, tulikula chakula ambacho hatukufaa kula. Kwa hiyo usicheze na chakula. Magonjwa mengi katika mili ya wanadamu chanzo chake ni vitu tunavyovila. Vitu tunakula ni hatari, ni hatari kabisa. Ndio sababu utasikia daktari anakuambia usile, usile hii, usile, usile hii. Kwa hiyo chakula inaweza ikatumika kuboresha maisha yako ama kudhoofisha maisha yako. Sasa, vyakula ninayekufunza ni vyakula ambavyo wachawi kama vile nimesema wanatumia kushambulia. Sasa, je, unajua? Aa, kukula inaweza ikawa ni, ni, ni mojawapo ya njia ambayo wachawi wanatumia hata kuweza kufunga umakini wako. Napotumia umakini ni neno kwa Kiingereza sensitivity yako, usiwe makini usiwe very sensitive. Hii ni hatari, wanaweza kutumia. Nimeona hata sisi waubiri watatumia chakula kukudhoofisha kiroho, wanafunga uwezo lio, ulio nao, kama wewe sio mtu makini. Maana umeona watumishi wengi walikuwa wanatumika kipindi cha nyuma sana, wanafika mahali ya watumiki na ndio mtu kama mimi sina uh, tabia ya kutembea na kukula ovyovyo. Baada ya kujua kile kinafanyika, sipendi. Na hata kwa washirika waumini, siendi, nitaenda kukiwa na jambo la maana, kwa sababu sio kila mtu utamwamini. Umenipata? katika sehemu zingine utakuta kwenye roundabout. Roundabout, mahali magari yanazunguka ama kwenye makutano ya njia. Wakati mwingine unaweza kuta chakula asubuhi, unakuta vyakula viko pale, utadhani ni mbwa ameleta, utadhani labda ni mtu alikuwa anakula akiwa kwa gari akarusha pale. Hivyo ndivyo watu wengi wanadhania ila hawajui ya kwamba huwa wachawi wanaleta vyakula hivyo. Hebu elewa hii, mahali ya makutano ya barabara yanakutania katika ulimwengu wa kichawi ni ya maana sana, na kwenye mzunguko wa barabara pale roundabout, ni ya maana sana katika ulimwengu wa kichawi, wanafanya ibada na ndio maana sehemu kama hizo utakuta ni rahisi sana ukapata ukapata hata hela, maana ni tambiko inafanywa pale. Kwa hiyo utakuta hizo sehemu chakula ipo, kadhani ni takataka, ila sivyo, sivyo. Kuna mtaa fulani unapata kwamba kila asubuhi unapata kuna chakula imemwagwa mahali fulani. Sasa kumbe katika mtaa ule kuna wale ambao ni wa Freemason waabudu shetani huo wanaenda kumwaga chakula pale wakitamka maneno. Sasa wale watu wa eneo hilo wanakuwa kwa shida sana, kwa sababu hawajui yale mazingira ama ile environment imetekwa nyara na ufalme wa giza, na ndio sababu watu kama hawa ama unapokuwa na watu kama hao, utakuta kuna mahali ambapo huo wanamwaga takataka taka, wanamwaga wanatupa chakula wakati mwingine wanashindwa, mbona hawa watu wanarusha chakula hapa? Kuna kitu kinaendelea. Kwa hiyo unahitaji kuwa mwangalifu, maana chakula kile kimekuwa kime ni, ni sadaka ni sacrifice ambao inapeana kwa miungu yao. Mimi nimeona kabila fulani hapa Kenya, wa ikifika siku ya Jumaa wanapochinja, utapata kuna mahali wanaenda wanachinja wakitamka maneno, lazima damu imwagwe pale na wakipika vyakula kabla, wale wanaenda wanamwaga pale. Sasa wewe utadhani ni takataka, but kumbe pale kuna miungu yao ambayo imewekwa. Hivi vitu najua mnaviona vinafanyika, wahitaji kuwa mwangalifu, maana ni vitu vinavyopeanwa kwa miungu yao. Sasa eneo lile linakuwa limetawaliwa na falme na mamlaka, uh, ambayo itaathiri maisha ya watu fulani. Sikiza, Utapata kuna mahali ulikuwa unaishi umepanga chumba, kama kulikuwa na vitu kama hivi, maisha yako yanadhoofika kabisa, lakini unapohama unaenda kwingine unaanza kupata kuna upenyo, kwa sababu eneo lile lilikuwa limetawaliwa. Chakula ya kwanza ambaye haupaswi kula ni chakula ambayo kimetolewa kafara, ama kimetolewa, kimeandaliwa kwa ajili ya miungu Sawa sawa, wacha nikusomee Wakorintho wa kwanza, maana ni vizuri kusoma maandiko uh, kuweza kubaki kile ambacho ninafunza. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura yake ya kumi aya ndogo kumi na nane inasema hivi, verse 18, Paulo anasema aha. Verse 18, inasema hivi: waangalieni, hawa Waisraeli walivyokuwa kwa jinsi ya mwili, wale wazilao dhabihu, je, hawana shirika na madhabahu? You see, chakula ile ni sacrifice, ni dhabihu. Kwa hiyo unapo ile ile chakula unakuwa na ushirika na madhabahu. That's so powerful. Yaani unapokula chakula kile chakula kilichotolewa kimeandaliwa kwa ajili ya miungu, ni sadaka. Kile chakula ni sadaka, ni dhabihu, kwa hiyo inakuunganisha na madhabahu. Madhabahu haiwezi kuwa na nguvu pasipo sadaka kwa hiyo unaunganishwa na madhabahu. Kumi na tisa. Basi niseme niseme nini? Ya kwamba kile kilichotolewa sadaka kwa sanamu ni kitu au ya kwamba sanamu ni kitu? Ishirini. Sivyo, lakini vitu vile vile uh, wavitoavyo sadaka wavitoa kwa mashetani. Umesikia? wanavitoa kwa mashetani wala si kwa Mungu. Nami sipendi ninyi kushirikiana na mashetani. Hamwezi kunywea kikombe cha Bwana na kikombe cha mashetani. Hamwezi kushirikiana katika meza ya Bwana na katika meza ya mashetani. Wengi wenu mmekula meza moja na mashetani, mmekula chakula kilichotolewa wakfu kwa mashetani, unaenda nyumbani, mnaitwa sijui ni makumbusho. Kama jana, kuna binti wangu kanisani akaniambia, walikuwa wameitwa nyumbani, lakini akakataa kwenda kwa kina mme wake. Maana babu yao alipokufa alitoa aliacha aliacha ame, ameacha amewaagiza ya kwamba kila mwaka wawo wanachinja kwa jina lake. Kwa hiyo wanapoenda nyumbani kukutana kama familia wanakutana kwa jina la babu. Sasa, hmm. Kile kinachochinjwa ni kwa sababu ya babu. Kwa hiyo wanapokula chakula hicho ni sadaka kwa mizimu ya babu. Sasa wana, wakitoka pale wameamusha yale mizimu, wanapoondoka hapo maisha yao yanaharibika. Chakula kilichotolewa kwa masanamu ni hatari. Wengine unawapata wakati wa sherehe zao, wanaenda barabarani, mitaani kwenda kupeana vyakula, wanapeana biskuti, watu wanapenda, wanakula eh. Wakristo ndio hao munakimbilia vile vyakula pasipo kujua. Hawa watu ni kafara, I mean, wanapeana kwa miungu yao, ili biashara zao zikaweze kunawili na wewe unachukua hata nyumbani unakula hii e, inakuletea tatizo maana ni chakula ambacho kimepeanwa kimetolewa kwa miungu tuko pamoja sasa kitu moja uelewe kama mkristo mungu hawezi kukuacha kwenye giza mungu hawezi akakuacha gizani siku zote atakufunulia utakuwa sensitive, tuko pamoja, uta sense ya kwamba chakula hichi sio kizuri, na hata kama ulikula pasipo kujua, ndani yako Roho Mtakatifu ataweka ushawishi ndani yako. Kwa hiyo ni vizuri kuwa sensitive, maana sio kila mahali, sio kila chakula unakula hata wakati mwingine unapoenda sherehe nyumbani, sio vizuri, kuwa makini sana. Wewe umewaiona kwenye harusi, unasukia watu wametiliwa sumu, watu walikula chakula, wamelazwa. Unadhani hawa watu walikuwa wajinga? Hawakuwa wajinga, wanafahamu kile wanachokifanya. Maana hao wanayepewa chakula hawana hatia. Kama walikuwa na shida na bwana harusi ama bibi harusi, wangemwekea kwa chakula chake Utaniambia kwamba walikuwa wajinga kuweka sumu watu wafe? Kuna ibada inafanywa kwa hiyo chakula. Kilichotolewa kwa miungu ni hatari, ata ata. Na ndio maana Mungu atakufunulia hata katika ndoto. Nisikize nam, nisikize vizuri, vitu hivi sio vitu vya kuchezea. O, unakuta kwamba umeota ati umesafiri, umeenda mahali fulani, ama umeenda kijijini. Baada ya kuenda kijijini unaenda unakuta unapata kwenye ndoto, unaona labda ni uh, pilao unaona maybe samaki iko pale, aina fulani ya chakula unaota kwenye ndoto, ipo mezani, alafu unaondoka unaenda nyumbani, unapata kile kile chakula ulichokiona kwa ndoto, ndicho unapata kimeandaliwa. Jiulize mara mbili, mbona nimeota chakula hichi na ndio nimekuja kukutana nayo? Wengi wanasema Mungu alikuwa ananifunulia. Ni kweli alikuwa anakufunulia, ila kuwa makini sana, uwe makini sana. Sio kila kitu unakula. Hizi vyakula mnakula kwa makumbusho, ni njia adui. Makumbusho sijui ya babu ama ya nani, ni njia shetani anatumia kukushambulia. Hii e, familia imetoka Marekani, wamekuja makumbusho ya wazazi. Mjomba ndiye alikuwa anaongoza ile ibada upande wa vyakula na nini. Baada ya kumaliza kula, huyu mwanadada mmoja akapatwa na blood pressure, damu ikapanda, kitu ambacho hakuwa na ugonjwa huo. Imempata pale nyumbani kwao amelazwa hospitalini karibu afe. Mtumishi wa Mungu alipoenda kumwombea, ndipo akafunuliwa kile kilichofanyika. Wacha mchezo, maisha yako ni ya maana. Sio kila chakula unakula, sio kila sherehe unaenda unakula. Kuna vyakula ambavyo ni sadaka imetolewa kwa miungu Ni sadaka. Unakuta sherehe zingine nyumbani wamechinja yule kondoo kama dhabiu kama sadaka kwa ajili ya mila, alafu wakisha mchinja, inakuja mnakuja kupikiwa mkule, hmm? <laughs> na unakuta katika tamaduni zingine uh, unapata labda wewe una unaoa Uh, wewe na wanyinyi ndio mnaenda na chakula kwa, kwa, kwa mashemeji, mnaenda kupika ama mna, kile k, wanawaitisha kile ambacho mnapaswa kufanya nini, mnapaswa kupeleka pale. Sasa kile ambacho ama aina fulani, wacha niwe specific. Wanakuwa uh, ma, specific kwa aina ya chakula ambao mnapaswa kupeleka. Sasa kile mnachokipeleka ndicho wanaenda kukiandaa. <clears throat> wanakiandaa wao wenyewe, wana wana wanakiandaa kwa ajili yenu. Sasa we, we, ili wakubali waidhinishe binti wao kuolewa nanyi, kuna aina ya chakula mnaambiwa mpeleke, na mkishapeleka, wao ndio wanafanya nini, wanakiandaa, wanawapa mle. Swali ni hii kwa nini mwende na aina fulani ya chakula? Mbona wakiandae wawape mle? Nisikize, kukubaliana na mambo kama hayo sio suluhisho. Unaambiwa ufanye jambo fulani. Nilikuwa naona kwa tamaduni nyingine, uh, wewe mwanaume unataka kuoa binti wao Sikiza, unaambiwa uketi, umepanua miguu, alafu wanatumia manati. Unaelewa manati? Wanaweka jiwe, wanakugonga wewe mwanaume sehemu yako ya siri, waone kama utavumilia. Sasa uchungu utakao hisi na kuvumilia ndio inaonyesha kwamba utaweza kulea binti wao vizuri. Mambo haya ni ya ushetani, so usikubali ku compromise na mambo mengine. Sasa wewe, wewe, wewe ni mwokovu unaambiwa ununu upeleke pombe, lazima upeleke pombe. Kukubaliana na uovu sio suluhisho. Ati lazima tu nikubaliane na hawa wazee eh? Hiyo ni hatari. Ndoto ya pili kwa leo, nitakupa tu ya pili, alafu nakuja kufanya sehemu ya pili. Nafikiria nitaifanya sehemu kama tatu, alafu utasaidika. Ndoto ya pili ni chakula najis, ni chakula kilichonajisiwa. Hii itafungua njia kwa tamaa ya mwili kukuingia. Kitabu cha uh, Kumbukumbu la Torati ni chakula ambacho kimenajisiwa a defiled food. Kumbukumbu kumbu la Torati sura yake ya kumi na nne, chapter 14, chapter 14. Deuteronomy chapter 14, tusome mstari wa pili na watatu inasema hivi na jinsi ya maachilio ni hii kila mkopeshaji na akiache. Chapter 14 na soma 15, chapter 14 verse 2. Uh, okay. Inasema, kwa kuwa u taifa takatifu wewe, u taifa takatifu kwa Bwana Mungu wako, na Bwana amekuchagua kuwa watu wake hasa kuliko mataifa yote yaliyo juu ya uso wa nchi. Usile kitu chochote kichukizacho. Kwa hiyo kuna chakula kinachochukiza Mungu. Usile kitu chochote kichukizacho, usile. Wewe ni taifa teule, wewe ni mtakatifu. Mungu amekataa. mm? Mungu amekataa usile. <laughs> danieli moja danieli moja mstari wake wa kumi na nane daniel chapter one danieli moja danieli moja danieli moja danieli moja danieli moja mstari wake wa nane inasema hivi Danieli anasema lakini aliazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajis kwa chakula cha mfalme, wala kwa divai aliyokunywa. Basi akamwomba yule mkuu wa matoashi ampe ruhusa asijitie unajis. Sio kila chakula utakula, kuna chakula cha unajis. Wachawi wanajua mahali ambapo, ama njia wanaweza tumia kukushambulia. Kwa hiyo haupasi kukula kiolela olela ovyo ovyoovyo kila mahali, lazima ule. Unanipata? wanataka ujinajisi kupitia chakula, ndio wapate nafasi ya kukushambulia. Danieli amekataa. Una imajini chakula cha mfalme, chakula cha mfalme ni chakula kimeandaliwa vizuri, chakula kitamu, alikataa. Akajua hapa siwezi kula hiki chakula kwa sababu kimenajisiwa. Sasa wanajua wakitaka kukushambulia, nisikize, unaweza kuwa we sio mzinzi, lakini wakakupata kupitia chakula, ikawa mlango ya wao kukushambulia na kuingia maishani mwako. Kwa hiyo wanajua ukisha najisika kupitia chakula, basi wamepata njia ya kukushambulia. Na hapa kuwa makini na kuwa na roho ya kupambanua na kuwa mtu aliye rohoni, yaani sensitivity, spirituality, na discernment. Inatakikana uwe mtu makini, uwe makini, then uwe mtu ambaye anaweza kupambanua, una discern. Uwe na discernment, na uwe ni mtu aliye komaa kiroho basi utaweza kuelewa vitu hivi, maana ni ya maana sana, kwa sababu wachawi wako hapo wa kunajisi, unanipata, ili waweze kukushambulia. Sasa wakati mwingine, hata hotelini tunapo um, kule tunamoenda kukula, kuwa mwangalifu. kwa sababu gani hapa Kenya, juzi tumeona huyu mama ana hoteli, amerekodiwa pasipo ya kujua, anakojolea mchuzi wa chakula kabisa. Ipo kwenye mtandao, ako uchi, anakojoa kwenye mchuzi. Aliponaswa, watu wakajitokeza, wakasema si tunapenda chakula ya huyu mama, kumbe alikuwa anatuwekea vitu huwezi ukajua. Kwa hiyo hoteli unapenda kula nini? Naendelea. Nilikuwa napenda miaka fulani kula kwa hoteli fulani, nilionywa. Mfanyikazi mmoja akaja kaniambia, pasa pana hapa usile, nitakuambia ukweli, sio kuzuri, sio kuzuri. Nikaacha na mambo fulani yakaondoka kabisa. Kuna mahali unaenda unakula, kumbe ni njia wanatafuta kukushambulia. Magonjwa haya kumi, wewe unagonjeka, unapeleka hela hospitalini, kumbe kuna kitu kinaendelea, madeni. Sasa chakula hichi cha unajis mara mingi itakufungulia mlango wa usherati, na ndio maana hoteli kama hizi wanapenda kuajiri Ah, kina dada, kuna mtu hawezi kula kwa hiyo hoteli asiposaviwa chakula na mwanadada fulani hawezi. Akija akikuta yule mwanadada hayupo, yaani hata kama atakula ni ile tu, anasikia chakula hakiko sawa. Kwa sababu gani? Tayari ameshawekwa tamaa ya mwili tamaa ya mwili na ndio maana unaona wababa wa, wa wakubwa kabisa watu wenye heshima zao wanaenda hoteli kama hizo hmm, kwenda tu kucheza na mabinti. Akitoka kazini aende nyumbani moja kwa moja, anaenda kunywa chai acheze na haa, mabinti, maana tayari ameshawekewa tamaa ya mwili. Kuwa mwangalifu, wacha mchezo. Hiyo ni aina ya pili ya chakula. Upasi kula chakula kiliyotiwa unajisi. Ha? ni chakula najisi ya kufungua mlango. Kwa mfano, ukija ukikuta kwa maisha yako, kwa njia ya moja ama nyingine, unasumbuliwa na tamaa ya mwili, wakati mwingine angalia umekula wapi na umekula kwa nani. Hadi kipindi kijacho, kipindi cha pili cha somo hili, Mungu akubariki, endelea kujifunza aa, na najua kwamba maisha yako yatabarikiwa. Huyu ni mchungaji wako aa, Pastor Peter Njihia abarikiwa sana. Kumbuka kuelewa ndoto zako ni bora sana kwa usalama wako. Shalom.